wa ishirini na tano ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union kutokea mkoa kwani Tanga ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex tarehe saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili na 25 ambapo kuelekea katika mchezo huu ambao utakwenda kuchezwa kuanzia majira ya saa kumi jioni, basi fahamu klabu ya soka Yanga Sports Club ndiyo vinara katika ligi kuu ya NBC, wakiwa wamecheza michezo ishirini na tatu wameshinda michezo ishirini Kiufupi, Yanga ndiyo klabu ambayo imeshinda michezo mingi kuliko klabu yote ile, huku wao wakitoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili Young Africans wamefunga mabao sitini na moja ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi huku wao wakiruhusu mabao tisa goal difference. ni mabao hamsini na mbili wakiwa na alama sitini na moja kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC lakini Young Africans wanakwenda kukutana na wanamangu Coastal ambao wao wamecheza michezo ishirini na nne wakishinda michezo mitano pekee kwa upande mwingine Coastal wametoa sare michezo kumi na kupoteza michezo tisa. Coastal wapo katika nafasi ya kumi na mbili wakiwa wamefunga mabao kumi na tisa na wao kuruhusu mabao ishirini na tano. Coastal wanadaiwa mabao sita wakiwa na alama ishirini na tano katika nafasi ya kumi na mbili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC, lakini head to head, katika michezo kumi ya mwisho kati ya Coastal na klabu ya Suganga kukutana, basi Yanga ya ameshinda mara nane Coastal, ameshinda mara moja sare ukiwa na mchezo mmoja, lakini katika mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC, Young Africans walicheza pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid uliopo jini Arusha, Yanga waliibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Lakini katika mechi ya hatua ya kumi na sita bora michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup Coastal walikutana na Yanga katika mchezo uliochezwa tarehe kumi na mbili mwezi wa tatu, mwaka 2025 na Young Africans waliweza kushinda bao tatu kwa moja dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Eh, bwana kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Yanga Sports Club, unaamini klabu ya soka ya Yanga itakwenda kuibuka na no ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union? Like video yetu alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie wewe unaiona klabu ya soka ya Yanga ikienda kuibuka na no ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union ama wanamangush ao wa kutokea mkoa wa Tanga. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union ama wanamangush kutokea mkoa wa Tanga, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao watakwenda kuwakosa nyota wa kwanza Young Africans wanatarajia kumkosa ni Yao Otoula Kwasa, ambaye bado anauguza majeraha ambayo aliweza majera kuyapata ya Enka, licha ya kurejea bado hawajawa fiti asilimia mia kuweza kuhimili mikiki mikiki uwanjani. Nyota wa pili ambayo Young Africans wanatarajia kumkosa ni mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama, Triple C ambaye naye bado pia anauguza majeraha ambayo aliweza kuyapata akiwa mazoezini na klabu ya soka Yanga na taarifa zinadai kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mchezaji huyu asicheze mechi yote kwa sababu tayari ameweka mgomo kwa sababu ya kuwekwa benchi. Na nyota mwingine ni Khalid Aucho the tank ya ambaye naye pia alipata majeraha, atakwenda kukosekana katika mchezo wa Yanga dhidi ya Coastal. Kwa hiyo tunaona, hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao ni confirmed watakwenda kukosekana kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya NBC, mechi ya mzunguko wa 25 kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union. Tuambie, kukosekana kwa mchezaji Khalid Aucho katika eneo la kiungo namba 6, je, aanze Jonas Jerani Mkude ama Duke Abuya? Toa maoni katika comments yako na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.